Hapa ni Mbogwe na shauku ya wananchi ni kumuona na kumsikiliza Dkt. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais wa Tanzania kupitia Chama Cha Mapinduzi CCM. Ni hatua kwa hatua. Baada ya Mbogwe, sasa ni katika eneo la Bukombe mkoani Geita, eneo ambalo mgombea ubunge kupitia chama cha Mapinduzi ni Dkt. Doto Mashaka Biteko. Mgombea urais kupitia chama cha Mapinduzi Dkt. Samia Suluhu Hassan yuko hapa, tunampokea Dkt. Samia kwa kumshukuru na kumpongeza kwa kazi alizotufanyia Katujengea barabara ametutengenezea, akatujengea shule za watoto wetu wanasoma, na mabarabara ya mitaani na ya kwenda pia kijijini tunapofuata bidhaa zetu za biashara ndani ya mji wa Ushirombo Bukombe. Suala la wachimbaji wadogo kupewa maeneo ya kufanyia shughuli zao ni uamuzi unaosalia kwenye mioyo ya wananchi wa eneo hili. Vijana wangu wa Bukombe hawa walikuwa wanakwenda kuniibia madini kule wapi Moyo wosi, sijui Kigosi, Moyo wosi walikuwa wanakwenda kuiba, lakini rasilimali ile Mungu ameishusha hapa Bukombe iwafae vijana hawa sasa, kuliko wakaibe wakamatwe, wapigwe na askari wa hifadhi, wapelekwe mahakamani. Nikasema hapana, nikamtaka dr Doto Biteko na wenziwe serikalini wakae waangalie jinsi takavyoweza kufanya rasilimali ile iwafae vijana wa Bukombe. Leo wako hapa wanachimba wanauza, tumewajengea masoko, maisha yanakwenda vizuri sana, na huku ndiko kujenga utu wa Mtanzania. Mama, nataka niwe shuhuda mbele yako na mbele ya Mwenyezi Mungu, wewe kitendo tu cha kuruhusu watu hawa wakachimbe kule, tena kwa utaratibu na leseni, wakapewa hawa mmoja mmoja. Baada ya kuwapa wageni kutoka nje ya nchi, umewapa watanzania hawa leseni zaidi ya elfu saba kwa ajili ya kuchimba. Leo mji wa Ushirombo hawa ni mashahidi mama. Ukifika hapa mgeni yoyote, hakuna pa kulala, wanaenda kulala pembeni. Kwa nini? Kwa sababu kote kumejaa watu wanashughulika na kufanya biashara ya kujiletea maendeleo.